Salama kamanda, tumesikia taarifa za kuwa mnamshikilia Ali Shabani Kamwe afisa habari wa Yanga ni za ukweli? Ni za ukweli, ndiyo kamanda. Kwa uh, tuhuma gani kamanda? Tunamshikilia afisa habari wa, wa Yanga Ali Kamwe na anatumiwa kwa kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali, na kwa sasa yuko kwenye kituo kikuu cha polisi Tabora tukiendelea kumfanyia mahojiano. Jana uh, tulizungumza naye akasema uh, mkuu wa mkoa alimwambia ni mambo ya kawaida tu yale ya kimpira na yameisha. E, imekuwaje tena ghafla hivyo? Tuna- tunamshikilia kwa mahojiano huko. Baada ya hapo, kamanda, ni hatua gani zitachukuliwa baada ya mahojiano? Tutatoa taarifa ni hatua gani zitachukuliwa zaidi. Lakini kamanda, amuoni kama mnaingilia sasa mambo ya soka? Tunazungumzia kosa la kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali. Sijazungumzia mambo ya soka.